Msafara wa kijeshi wa Marekani ukitokea Area 51 unagongana na gari karibu na jiji la Las Vegas. Ndani ya msafara huo kulikuwa na mzigo maalum, mfuu aliyefufuka zombi. Baada ya ajali, zombi huyo anatoroka, anaua wanajeshi kadhaa na kuambukiza ugonjwa huo. Anaingia mjini Las Vegas na kuanza kuambukiza wakazi. Jeshi linajaribu kuingilia kati, lakini wanashindwa Hivyo serikali inalitenga jiji lote. Miaka sita baadaye, mmiliki wa kasino Bly Tanaka Hiroyuki Sanada, pamoja na msaidizi wake Martin Garrett Dillahunt, wanamfuata Scott Ward Dave Bautista, askari wa zamani wa Las Vegas, na kumwomba aingie mjini kuchukua dola milioni mia mbili zilizopo kwenye hifadhi ya kasino kabla ya jeshi kulipua jiji kwa bomu la nyuklia. Tanaka anamwahidi Ward dola milioni 50. Ward anakubali kazi hiyo, kwani hana cha kupoteza. Binti yake aliwahi kuambukizwa na ilibidi amuue mwenyewe. Ward anakusanya timu yake ya zamani: Maria Cruz, Ana de la Reguera, Vanderohe, Omari Hardwick Rubani wa helikopta Marian Peters, Tig Notaro, mtaalamu wa kufungua hifadhi Ludwig Dieter, Matthias Schweighofer, mshambuliaji mzuri Mike Guzman ambaye analeta rafiki yake Chambers, Samantha Wynn, Martin pia anaenda nao kuwafungulia mlango wa kasino. Ward anaahidi kugawana dola milioni 15 na Maria pamoja na Vanderohe. Peters analipwa milioni 2, Mike analipwa elfu mia tano na Dita elfu mia mbili hamsini Ward anakutana na binti yake Kate Ela Parnel anayefanya kazi kambini kwa watu waliotengwa. Anamwomba amsaidie kumpata mwanamke anayeitwa Lili ambaye ni mwizi na anajua njia za kuingia mjini. Lili anamwajiri bart Cummings, mlinzi mkorofi wa kambi kwa dola elfu ishirini Ward anamwambia Kate kuwa atampa sehemu yote ya dola milioni 15 atakayopata. Kate anakubali kwenda nao baada ya kugundua kuwa rafiki yake Gita Huma Kureshi aliingia mjini kutafuta pesa ili ajikomboe pamoja na watoto wake. Wanapoingia Las Vegas wanakutana na simba zombi. Lili anamjeruhi Cummings na kuwaambia kuwa kuna kundi la zombi werevu waitwa Alphas. Hao zombi hutoa ruhusa ya kupita salama kama watapewa kafara. Malkia wa Alphas, Athena Perampa, anamchukua Cummings hadi kasino ya Olympus ambapo kiongozi wao Zias, Richard Setron, anamwambukiza. Lili anawaunguza kwenye jengo lililojaa zombi waliolala wakiamshwa kwa mwanga. Ward anatengeneza njia kwa kutumia glow sticks. Chambers anaanza kumshuku Martin, naye anamwongoza vibaya hadi anaamsha zombi. Chambers anauawa, lakini kabla hajageuka, Guzman anamlipua kwa bomu, akiwaua zombis wengine waliomzunguka. Wakifika kasino, Dita anagundua ramani nyingine ya hifadhi. Inaonyesha kuwa Tanaka aliwahi kuwatuma watu wengine kabla yao. Martin anasema hajui kuhusu hilo. Ward na Kate wanaanzisha umeme, Peters anaandaa helikopta juu ya paa na Dita anaanza kufungua hifadhi. Gita anapatikana hai yuko mikononi mwa Zeus. Anaweka binadamu hai ili wale mmoja baada ya mwingine. Martin na Lili wanakuwa nje wakidai wanachunga lakini wanamvizia Malkia. Martin anamkata kichwa. Kumbe, Lili alikuwa akimsaidia Martin lakini hakujua kuwa Martin anataka kichwa kizima. Lengo la Tanaka ni kutengeneza jeshi la Tanaka. Zeus anapogundua mwili wa Malkia, anarudi nao Olympus. Kumbe alikuwa mjamzito. Zeus Zeus anahadhibika na kuwaamuru Alphas kuwafuta kwenye kasino. Habari za runinga zinasema serikali imeharakisha bomu la nyuklia. Wana muda wa dakika 90 tu. Wakati Dita anafungua hifadhi, Ward anagundua Kate ameenda kumtafuta Gita. Cruz anapigwa na Alphas, anakufa. Martin anawafungia chini ya kasino na kusema pesa haimshughulishi. Wanahitaji kichwa cha Malkia ili kutengeneza jeshi. Lakini anapojaribu kutoroka, anakutana na Lili aliyekuwa amelichukua kichwa na simba zombi anamrarua hadi kufa. Vanderohe anapambana na Zeus lakini anashindwa. Dita anajitolea kumfunga Vanderohe ndani ya hifadhi na yeye anabaki nje na kufa. Ward, Lili na Guzman wanafika sebuleni lakini zombi wanawavamia. Guzman anajilipua kwa mabomu na kuua zombies wengi pamoja na pesa aliyokuwa nayo. Lily na Ward wanaenda juu ya paa kwa helikopta. Zeus anawafata. Lily anamshika na kumdistract kwa kichwa cha Malkia. Ward na Peters wanapanda helikopta. Zeus anamchoma Lily na kichwa kinaanguka chini na kuharibika. Peters anampeleka Ward kwenye kasino ya Olympus kumchukua Kate. Ndani, Kate anamkuta Gita na kumuua Cummings aliyekuwa zombie. Wanakimbilia helikopta. Zeus anawafuata. Ward anamjeruhi Peters kwa bahati mbaya, helikopta inapaa ovyo. Zeus anamngata Ward. Bomu la nyuklia linapotua, Ward anampiga risasi Zeus na kumuua. Helikopta inaanguka kutokana na mshituko wa bomu. Peters na Gita wanakufa. Kate anaishi, anamkuta baba yake Ward akiwa karibu kufiwa. Ward anampa pesa na kumwaga kabla ya kugeuka zombi. Kate anamlazimika kumuua na analia kwa uchungu. Helikopta ya uokoaji inawasili. Vanderohe aliyekuwa ndani ya hifadhi anaishi. Baadaye anapanga kwenda Mexico City na pesa iliyobaki. Akiwa ndani ya ndege anagundua ameumwa na zombi.